Falyatazawaj, akawaambia vijana hao, mwenye kuweza miongoni mwenu nyinyi gharama za kuoa, basi na aoe, fainnahu aghadhu lilbashar Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, huko kuogo kuna inamisha jicho, jicho halivuki kuwamia upande wa pili. Akizungumza Mtume sallallahu alaihi wa sallam na kundi la vijana, wa ahsanu lilfarji na kuna hifadhi tuku ikawa kijana akalifanya jambo hilo, basi anahifadhika na yale ambayo yatakuwa yanampiga katika utaratibu wa kimaisha ya ujana wa man lam yastati, na ikiwa hata hataweza katika miongoni mwenu nyinyi katika hizo gharama za kuoa, fa alayhi so, basi ni juu yake yeye katika kufunga afanye jambo hilo, jambo la kufunga, fa innahu lahu wijaa. Hakika yake katika kulifanya jambo hilo inakuwa hiyo ni kinga juu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelijua hilo ya kwamba vijana wainamishe macho yao au waamue jambo la kuoa kwa sababu kuoa kunafanya sehemu ya kuinamisha macho na kuna hifadhi tupu. Ikiwa mtu atashindwa katika jambo hilo, faalaihi ni juu yake yeye, fisaumi kushikamana na kufunga, fainnahu lahuija hakika huko kushikamana na kufunga ni sehemu ya kinga yake. kwa alikuwa akiwaambia vijana, na malengo ya munasaba hapa katika kukumbushana katika jambo kama hili, vijana wako wengi na hakika vijana wameingia katika sehemu ya funga na mashallah, Waislamu kwa ujumla wamekuwa ni wenye kujihifadhi kutokana na madhambi, lakini huenda mwezi tu utakapokwisha, usiku wake habari imekuwa ni mbaya asubuhi yake watu wanasubiri katika sala, sala itakapoisha, meseji zinatembea, habari upande na upande kwa ajili ya kushikamana na mshikamano ambao si sawa katika njia ya Allah tabaraka wataala. Isitoshe, katika sehemu ya sikukuu ndiyo uharibifu unakuwa mkubwa na watu hupoteza mwelekeo wa saumu zao. Wamekaa katika utaratibu ambao ulikuwa utaratibu wa sawa, lakini wanapoteza utaratibu wa Uislamu, na baadaye huonekana kama Waislamu wanaheshimu katika sehemu ya mwezi tu wa Ramadhani, lakini hawamheshimu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Vijana, taarifa yao ndiyo hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sallam, aliwakusanya na kuwaambia jambo hili likifanyika la uoaji, basi watu wataishi katika utaratibu uliokuwa mwepesi na jambo litakwenda vizuri na tunaendelea katika sehemu ya kumaliza maliza mwezi huu wa Ramadhani na kitabu chetu kinaishia kwenye sehemu ya mwishoni kabisa, lakini muallif ambaye ametunukulia ana wakhatim anatimisha katika anahitimisha katika sehemu ya kitabu chake hadha ma tayassara Allah jamaa, anasema muallif, haya ni yale ambayo ameyapelekea Allah tabaraka wa taala kuyakusanya wa aana ala itmami, na akanisaidia mimi Allah tabaraka wa taala kuyatimiza kuyatimiza kwake. falahu alhamdu wa lahu shukuru, ni zake yeye sifa njema na zake yeye shukurani. Ha, huwa Ramadhani anasema hii ndiyo Ramadhani ambayo tuko nayo kada intihaa, basi Ramadhani inakuwa ni yenye kwisha, Ramadhani imekuwa ni yenye kwisha Faman kana yaabudu ramadhani, basi kwa yule ambaye atakuwa anaabu anaiabudia ana ramadhani, basi fa inna ramadhani kadefat, basi hakika hiyo ramadhani ndiyo inaisha. Ikiwa mungu wake ilikuwa ni ramadhani, basi ramadhani inaisha.

Allah tabaraka wataala, kwa hiyo atakuwepo muda wote. Ikiwa mtu amefanya ibada mwezi mzima na anamalizia ramadhani yake, basi ajitahidi kwa ajili ya Allah tabaraka wataala kumwabudu Allah tabaraka wataala, wakada intiha shahru ramadhani basi inakwisha hii Ramadhan. Shahru alqiyam, mwezi wa kisimamu. Walquran, na mwezi wa kusoma Quran, na mwezi wa kusoma Quran, na mwezi wa kusoma Quran. Shahrul bir, basi ni mwezi wa kufanya wema, ni mwezi wa kufanya wema, waljud, na kufanyia juhudi katika jambo la kumwabudu Allah tabarak wa taala, walihsan, na kufanya mambo ambayo yatakuwa ni yenye kufanya wepesi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kuwafanyia watu wema. Rabiha fi man rabiha, amepata faida yule ambaye atakuwa ni mwenye kupata faida katika mwezi huu wa Ramadhani. Wakhasira fihi man khasira, na atakuwa amepata hasara yule ambaye ni mwenye kupata hasara katika mwezi huu wa Ramadhani, falaita shera, falaita shera, basi natamani kumjua natamani kumjua lmaqbur, yule ambaye mani lmaqbur, yule ambaye ni mwenye kukubaliwa minna, miongoni mwetu sisi fi ramadhan, katika hii Ramadan fanuhania, basi tumpe pongezi ikiwa Allah tabaraka wa taala amemkubalia katika mwezi huu wa Ramadhani ikawa amekubali tauba yake, basi tumpe pongezi huyo. Ambaye amekubaliwa anatamani, mwenye kufanya ibada amjue huyo, eh, aliyekubaliwa, ili mradi apewe pongezi kwa ajili ya kukubaliwa kwake. Hilo jambo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala, wa manil matrudin, na yule ambaye mwenye kufukuzwa, na yule ambaye mwenye kufukuzwa almahrum katika rehma minna fanazih basi tunataka tumjue sisi ambaye hakukubaliwa ikawa katika rehma za Allah hakukubaliwa mwezi huu wa Ramadhani, basi fanaazihi, tumpe sisi pole kwa jambo hilo ambalo amelipata, ame na jambo hilo la hasara aliyokuwa ameipata mbele ya Allah tabaraka wa taala. Basi tungekutamani kumjua, ili tuweze kumpa pole na kumnasihi, kumwabudu Allah tabaraka wa taala ya wahida alqahhar fi ajri e, ewe mkweke wa zama katika ujira Allahumma takabbal, siyamana wa qiyamana. Ewe mola tukubalie sisi saumu yetu pamoja na kisimamo chetu. Hakika kumwomba Allah tabaraka wa taala juu ya ibada ambazo tulizokuwa tumezisimamia na tunaendelea kumalizia mwezi huu wa Ramadhani ni jambo bora kabisa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na pia kuiheshimu dini ya Allah tabaraka wa taala. Na jambo hili bado halikufika sehemu ya mwisho, bal falfaras kathira basi fursa ni nyingi walmumin. Basi mumin la yastaghni min alkhair, haimtosherezei yeye mumin katika kufanya mambo mema, haimtosherezei yeye mumin katika kuyafanya mambo mema. Ightanimu hadhihi alfuras, basi zikimbilieni sehemu ya fursa ambazo zinapatikana katika miezi mingine. Si kwamba Ramadhani ikiisha ikawa watu sasa wamefunguliwa, kama inavyosemekana kwamba huwa shaitani anafungwa wakati mwezi wa Ramadhani unapokuwa unaingia mwezi mosi, shaitani hufungwa fi silsila, kwa cheni, ikiwa ashindwe kuwapoteza wanadamu kwa kipindi ambacho wanafanya wana, wana ibada kwa ajili ya Mola wao. Lakini baada ya hapo akifunguliwa, basi huanza shughuli zake. Sasa ikiwa jambo hilo limesimama katika utaratibu huo, haikuwa kwa muislamu ndio ameruhusiwa kufanya utaratibu usiokuwa wasawa. Kwa hiyo fursa ni nyingi, na muislamu ambaye ni mumini haimtoshelezei katika kheri, ikawa sasa kwa mwezi huu ametoshelezeka sasa na kheri alizozifanya kwa hiyo atafanya madhambi kwa kusubiri mwezi wa ramadhani mwingine. Zipo funga zinazokuja mbalimbali, kama siyam sitatu ayyan min shawwal, katika funga zile sita ambazo katika mwezi wa Shawwal, bado zinakuja watu wanahitajika katika jambo la kuweza kufunga hizo siku sita. Inatakiwa watu wajiandae, isiwe watu ikiwa mwezi ni wakula tu. siyam ashara dhilhija, siyam ashara dhilhija, wa takid yaumi arafa lighairi lhaji. Kwa hiyo pia ipo funga nyingine ambayo ni katika siku kumi za Dhulhijja ambazo zitafuata baada ya huu mwezi ambao wa Shawwal, utakuja mwezi mwingine ambao kuna siku kumi za Dhulhijja kwa sikukuu yetu kubwa ambayo itafuata. Kwa hiyo watu watafunga lakini ni kufanyia mkazo katika siku ya yaumul Arafa. Kwa hiyo kufanyia mkazo katika siku hiyo ya kisimamu cha Arafa lighairi lhaji, kinyume na yale masiku ambayo yatakuwa ni ya haji, watu wako katika ibada. Lakini huu hii siku ya Arafa inahitajika kuijua na watu wafanyie kazi siyam Muharram na mwezi wa Muharram pia ipofunga wa takidi yaumi tasua, na kufanyia mkazo kasi katika siku ya tasua wal ashura na siku ya Ashura, ambayo siku hizo ameokolewa eh, Nabii Musa alaihi salam. Yeye tunakumbuka katika utaratibu wake ambao aliyokuwa akipambana na Firaun. Kwa hiyo sisi bado utaratibu ambao tunaendelea nao kwa ajili ya funga, funga ipo, na pia vile vile, siyam akthara Shaban, siyam akthara Shabana, na kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shabani. Kwa hiyo funga bado zinaendelea, na huko ndiko sehemu ambapo kunajirudia tena sehemu ya kuja kwenye sehemu ya uchamungu wa mwezi wa Ramadhan, siyamu al ashhuri lharam, katika funga ya miezi mitakatifu mingine ambayo Allah tabaraka wa taala ametuelezea katika Quran na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia inabidi watu wawe wanazijua na kufanya utaratibu, isiwe inaisha mwezi wa Ramadhani basi ikawa ni sehemu ya kufanya maovu. Lakini funga zipo nyingi, wasiyam na, na funga yaumi lithnain wal, walkhamis na pia vile vile funga ambayo inapatikana siku ya juma ya Jumatatu na Alhamis. Pia vile vile, ikiwa mtu ataweza ni kulifanya jambo hili ambalo Allah tabaraka wa taala kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufahamisha jambo hili, wasiyam thalathatu ayami min kulli shahr, na siku tatu ambazo za funga zinazopatikana katika kila mwezi ayyam albidh, hiyo siku nyeupe ambazo tumefahamishwa, mwezi unapokuwa umekamilika zipofunga katika siku tatu ambazo mtu anatakiwa azijue sawa sawa katika kufanyia kazi wa siyam na funga vilevile, yaume wa siyam yaumi waftiru yaumi, na funga katika siku moja na kula katika siku moja, ambayo hii ni funga ambayo siyam na vijina Daudi alayhi salam na funga ambayo inakuwa alikuwa akifunga nabii wetu Daudi alayhi salam. Kwa hiyo funga bado zipo nyingi, watu wasiache fursa, watu wazikimbilie fursa na wasiingie katika uovu. Hakika jambo letu sisi linakuwa limefikia hapa kwa wale vijana ambao nao wameshauriwa ikiwa hawana katika sehemu ya uwezo wa kuoa, basi washikamane na saumu. Hakika hiyo ndiyo jambo ambalo wataweza kujizuia, lakini ikiwa wanaweza katika jambo la kumudu gharama za kuweza kukaa na mke, basi na waoe. Hakika jambo hili la mwezi huu ndiyo wenye kuondoka na tunatamani laiti siku zingeendelea kubaki, lakini jambo ndiyo hivyo lilivyobakia katika sehemu chache. Na tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa ni wenye kukubaliwa katika sehemu ya uchamungu tuliokuwa tukiendelea nayo.